Serikali ya Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imejitokeza na kuongelea sakata, watu wengi waliotaka kujua juu ya kwa nini mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini pamoja na kutoa taarifa za uongo kutofikishwa mahakamani kama wafungwa wengine, na badala yake kesi yake imeanza kuendeshwa kwa njia ya mahakama ya mtandao. Serikali imetoa kauli juu ya hilo kupitia kwa waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani, waziri Innocent Bashungwa akiongea kwa upana juu ya madai ya kwamba wafuasi wa Chadema walipanga pia kufanya maandamano yasiyo halali, huku akisema watakinukisha. Tumsikilize hapa, waziri wa mambo ya ndani. Tutaendelea kuhakikisha e, vyombo vilivyopo chini ya mambo ya ndani vinahakikisha nchi yetu inakuwa salama na pale tunapokuwa tuna matishio ya kiusalama ni waombe Watanzania watuelewe. Mtu anaamua basi tu kufanya maandamano, kufanya fujo, jeshi la polisi haliwezi kukubali. Tuna suluhu kama hili, watu wanaendelea na shughuli za uzalishaji mali mtaani, alafu tuna mruhusu mahabusu mmoja kwenda kusikiliza, na mtaani huko kuleta fujo, maandamano ambayo hayana kibali, maandamano ambayo ushahidi upo wa wazi kwa kutishia kufanya fujo kuvunja amani. Tuache kutumia huduma ya mahakama mtandao eti kwa sababu ya mtu mmoja? Hilo haliwezekani. <todiculia> solution ya mahakama mtandao iko vizuri, na hatuwezi kuacha utaratibu wa namna hii tukaruhusu maandamano ambayo yanaenda kuharibu mali na kuhatarisha usalama wa Tanzania kwa sababu ya presha ya watu wachache. Mimi niendelee kuliekeza jeshi la polisi kuendelea kusimamia sheria na kuhakikisha nchi yetu amani. Hata yule ambaye hataki amani, sisi tutamlazimisha kuhakikisha nchi yetu inakuwa amani na salama. E, sheria huwa sio discriminatory. Tumekuwa tuna solution ya mahakama mtandao kama hivi, inapotokea mtu yuko mahabusu au yuko ni mfungwa. Sheria haitakiwi kudiskriminati kwamba mahabusu fulani e, asi au exempted kwenye e, huduma ya mahakama mtandao aende kwenye ule utaratibu wa kawaida wa zamani, na wakati teknolojia iliyopo. Haijalishi ni mfungwa wa aina gani, mwenye hali gani, teknolojia hii inaweza ikatoa huduma kwa mtu yeyote na sababu mojawapo ambazo e, zilipelekea kuwa na utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao pia ni za kiusalama. Kama kuna matishio, kwa mfano, wenzetu walikuwa wanasema kwenye maandamano wanaenda kukinukisha, na kwa sababu za kiusalama ikaonekana ni vizuri kesi ikasikilizwa kwa njia ya mahakama mtandao. Sasa kwa nini tuwe tuna double standard wengine tutumie utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao kusikiliza, alafu mtu fulani iwe ni exception. Jeshi la polisi linapokuwa lina taarifa za kiintelijensia za wazi na zisizo wazi, na kwa mfano upande wa, wa maandamano ya Chadema, viongozi wa Chadema na Watanzania ni mashahidi, walisema wazi wazi kwamba wanaandamana wakakinukisha sasa jeshi la polisi inapokuwa na, na taarifa kama hizo za kiusalama likashirikiana na muhimili wa mahakama kutoa haki ile ile, lakini kwa kutumia teknolojia, tunaposema hapana mtaani huyu mlengwa, kwa vila anaweza akapata haki yake kwa kutumia huduma ya mahakama mtandao, tukazuia fujo mtaani. Mimi naomba Watanzania watuelewe, kwa sababu tunafanya haya kwa manufaa ya nchi yetu na ni sehemu ya jukumu la jeshi la polisi kuhakikisha wanachukua wana, wana, wana hatua za kiusalama kuhakikisha raia na mali zetu wa Tanzania zinaendelea kuwa salama. Mtazamaji wangu, baada ya kauli hiyo ya waziri, unalipi la kusema? Tuache komenti yako na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kyule na hii Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like, na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.